Kwa majina naitwa Vicent Pendael Njau, wengi mnanifahamu kama Kiredio, na hapa niko Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na leo nimefanikiwa kukutana na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Angellah Kairuki. Na kama tulivyokuwa tumeongea mwanzoni kwenye mitandao ya kijamii, tuna changamoto ambazo sisi kama content creators tulihisi kwamba hii wizara inaweza kutusaidia, na wazazi wetu ni waaminifu, wasikivu, wameniita kwa niaba ya wengi kuja kuzifikisha changamoto ambazo tunakumbana nazo huko nje, kwa mfano Monetization, eh, maswala ya internet, maswala ya serikali sasa kukaa na hizi platform kuona kwa namna gani zinatukata kodi kwa namna gani wanaweza kuanzisha eh, baadhi ya ofisi zao ndani ya nchi. Na kiukweli uh, kikao kimeenda vizuri kabisa, mheshimiwa amenisikiliza na kuna baadhi ya hoja zitafanyiwa kazi mapema. Tuko, niseme tu ni tu kikao ambacho kimekuwa kina mafanikio makubwa na ninaamini baada ya kikao hichi, uh, na baadhi ya, ya, ya vitu ambavyo mheshimiwa waziri ameniahidi basi kuna vitu vitakuwa vyepesi kwetu. Tunaamini vijana wengi wanaweza wakajiajiri, vijana wengi wakatengeneza fedha kupitia mitandao ya kijamii. Wewe kijana, niko hapa kwa sababu yako, usibeze mitandao ya kijamii, usiogope kuanza. Anza, serikali yetu iko nyuma. Nashukuru sana wizara ya mawasiliano pamoja na teknolojia ya habari, kupitia waziri wake Angellah Kairuki. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa wetu Rais amemchagua Angellah Kairuki, amenisikiliza. Hii ndio serikali ambayo, uh, tunahitaji vijana, kwamba unaongea kesho, unasikilizwa changamoto inatatuliwa. Kwa hiyo sifa hizi zote ziende kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Vijana wako hatutokuangusha, Vijana wako tutapambania njia ambazo mtaziweka pamoja na serikali yako. Vijana wako tutajiajiri na tutaipeperusha vizuri bendera ya Tanzania.